Mazungumzo kati ya wahadhiri wa vyuo vikuu vya umma humu nchini na serikali yamekosa mwafaka huku wahadhiri wakisisitiza kuwa hawatarejea vyuoni hadi serikali itekeleze matakwa yao. Serikali imeonekana kulegeza kamba na kupendekeza kulipa shilingi bilioni 7.9 wanazodai wahadhiri wa, wa vyuo vikuu kwa awamu mbili badala ya tatu. Miungano ya UASU na KUSU itafanya mikutano usiku wa leo na Ijumaa kujadili mapendekezo ya serikali. Na kama anavyoarifu Francis Mtalaki, wahadhiri wamewataka kukomesha maandamano na kusubiri mazungumzo. Mchaka mchaka wa mazungumzo ulioanza rasmi Jumatatu umekosa kupata mwafaka. Kwa siku nne mtawalia, wahadhiri bado wanasimama kidete kuwa sharti walipo deni la shilingi bilioni 7.9. Katika mazungumzo ya leo, serikali imelegeza kamba na kukubali kulipa shilingi bilioni 7.9 kwa awamu mbili badala ya tatu, hatua ambayo katibu wa muungano wa wahadhiri amekariri kuwa hoja hiyo itawekwa kwenye mizani katika kongamano la wajumbe but they are also still going to consult you know initially they wanted to pay this in uh, three phases we have narrowed down to two phases we are going to consult our members and the government is also going to consult so if our members accept we will inform the government

Endapo pendekezo hilo litaidhinishwa na baraza la kitaifa la muungano wa hadhiri na kongamano la wajumbe kutoka UWASU na KUSU, basi wanafunzi ambao wamejipata kwenye njia panda tangu tarehe 17 mwezi Septemba mgomo huo ulipoanza. Vuta ni kuvuti ambayo imekuwa ikishuhudiwa ikisababisha wanafunzi wa vyuo vikuu vya umma kufanya maandamano wakilalamikia kukosa masomo. Hii leo wanafunzi wa chuo kikuu cha Egerton huko Nakuru na wakiandamana Mm, it is is is is very shameful that watoto wenu wako abroad wanasoma and here we are suffering. Mimi siwezi. And then what is shocking me as as a a comrade a normal comrade normal the president is just quiet looking at us as if nothing is happening in our country. Wanafunzi pia wao watulivu. Wasiwe na waswasi. Tukiweza kupewa nafasi tutasuluhisha mgomo ambao umekuwa ukiendelea. Kwa sasa hivi mgomo bado waendelea. Miungano ya KUSU na UWASU inatazamiwa kukutana Alhamisi usiku na Ijumaa kutafuta mustakabali. Francis Mtolake Ringa ya Citizen.